Ya mchezo kwanza utakuwa mzuri na mgumu uh, kwa sababu tunakutana na Singida. Uh, ni timu ni timu ni timu bora ni timu nzuri na wachezaji wazuri iko na uh, walimu wazuri, imeongeza new staff uh, I think uh, sizani kama kuna moment nyingi zitakuwa kama Singida ile ambayo ilikuwa kuna changing some uh, kwenye staff na baadhi ya some players. Unaona kuna wachezaji ambao walikuwa uh, kwa mkopo na wamerudi uh, kutakuwa, yasikutakuwa kuna, kuna, kuna game nzuri, tunaheshimu uh, tuna, tuna respect hicho uh, tuna, tuna ambacho wako nacho, lakini uh, tunatamani kuwa bora tunatamani kuwa bora, na ndio matarajio yetu. Tutajitahidi uh, kuwa bora zaidi uh, kiwanjani na kuweza kufanya vizuri zaidi kwenye hiyo mechi. E, sisi kama wachezaji na kila tunapofanya makosa ndio tunavozidi kujifunza. Kutokana na mechi iliyoisha tulimalizia tuli vizuri, naamini na tutaendelea vizuri ee, kutokana na makosa yaliyopita, kusema kuwa tumepiga mashuti manne mashuti matano manne ndo yamelenga ameleng, goli ee, tutazidi kurekebisha na tunapofanya mazoezi na kufata maelekezo ya makocha, naamini tutazidi kufanya vizuri zaidi.